Leo tutajikita katika kuzungumzia mafunzo maalumu ambayo yanapatikana katika ibada ya hija. Nayo haya mafunzo ni muhimu kwa kila mtu anayetaka kufanya kutekeleza ibada ya hija, basi anatakiwa awe nayo haya mafunzo ili aitekeleze hii ibada ya hija kwa njia ilokuwa sahihi kabisa. Uh, kwa kuanzia tutazungumzia kuhusu mafunzo maalum ambayo mtu anatakiwa ayajue, na tukianzia kwa ibada hija. Ibada hija, kuna aina tatu za kufanya ibada hii ya hija. Njia ya kwanza, njia ya kwanza ni atamato, na njia ya pili ni al qiran, na njia ya tatu ni al ifradi. Tukianzia atamato, atamato ni kunuia kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija pamoja vile vile na umra katika miezi ya hija. Miezi yenyewe ambayo ni thul, e, Shawal, Thulkaada pamoja na Thulhija. Hii ndo miezi, miezi ambayo inajulikana kwa ashhuri lhaji, miezi ya hija. Kwa hiyo yule ambaye anataka kufanya ibada hija, na hii ndo njia nzuri kabisa, ndo njia nzuri ya kutekeleza ibada ya hija kwanza anafanya ibada ya umra ikisha, anatekeleza ibada ya hija. Lakini kabla ya hapo, mtu anatakiwa ajue baadhi ya mambo ambayo kabla hajatekeleza ile ibada ya hija. Tukija katika masala ya umra kwanza, kwa sababu yeye atatekeleza ibada ya umra mwanzo, ikisha ndio anatakiwa atekeleze ibada ya hija. Nini anatakiwa afanye katika ibada ya umra kabla ya kuhirimia, kwa sababu umra ina nguzo tatu kwa mashhur, ambayo ni uh, al ihram, ya pili ni uh, altawafu na ya tatu ni as-sa'i, ambayo ni kwenda Safa na Marwa, pamoja na al-halq au taksir, kunyoa au kupunguza. Lakini hii ni katika mujibati al-umra, katika mambo ambayo ni wajibu kuwafanya katika umra Tukianza nguzo ya kwanza kabisa katika umra ambayo ni al ihram. Nini al ihram? Al ihram manake ni kunuia kuingia katika ibada ya umra au ibada ya hija. Hiyo ndio maana ihram, yani mtu anahirimia kuingia katika ibada ya umra au anahirimia kwa kuingia katika ibada ya hija. Kabla ya kuingia katika ibada ya umra, kabla kuhirimia, basi yule mtu baada ya kujitayarisha wa safari kabisa, kashakuwa tayari. Na aghlab ya watu ambao sana wako nje ya mji wa Maka, ima wataenda kwa ndege na ima wataenda kwa mabasi, na wengine kwa treni, wengine kwa usafiri wowote ule, ambao wapo nje ya mji wa Maka watatumia moja katika usafiri huo, kabla ya kutia ihram. Kwa hiyo tunatakiwa kwanza tufahamu baadhi ya vituo ambavyo mtu anatakiwa eh, ahirimie na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kavibainisha katika hadithi yake ambayo imepokelewa na Alimamu al Rabi bin Habib kwa njia ya Abi Said Alkhudri radi radhiyallahu anhum qala, amesema wakata rasulullah llahi alayhi llahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi l wasallam ameweka wa vituo hivi li ahli lmadina

Na watu wa Iraki, wao watahirimia sehemu ya dhati irkin. Kwa hiyo, hivi hizi ni sehemu tano ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam kaziweka ni vituo maalum. Huwezi kutekeleza ibada ya umra au ibada ya hija. Kwa yule ambaye kakusudia kutekeleza ibada ya umra au hija, hawezi kuvuka vituo hivyo, lazima ahirimie katika vituo hivyo. Kwa hiyo, wale ambao hawajatajwa katika sehemu hizi basi wakifika katika sehemu sawa wakipitia katika sehemu hizi au sehemu ambazo zi zina, zinaambatana na sehemu hizi. Zinaambatana pengine watapita masafa ya mbali lakini ikikaribia sehemu hizi, basi wanatakiwa watie nia ya kuhirimia, yani wahirimie kwa ajili ya umra au wahirimie kwa ajili ya hija. Tayib, sasa baada ya watu kujiandaa vizuri na safari hasa mfano kwa watu wa Tanzania au watu wa Nairobi na watu nchi kama hizo, basi wanatakiwa kabla uh, ya kufika katika vituo hivyo wajiandae kabisa, yani kwa wanaume watavaa nguo zao za ihram, ambazo ni nguo mbili zile ambayo ni rida pamoja na izar, izar ambayo inavaliwa chini na rida ni ile ambayo inavaliwa juu zinapendezeshwa kuwa nguo nyeupe ambazo ni mpya, au ikiwa sio mpya, basi ni nguo ni nguo ambazo zimekoshwa vizuri, alafu zikatayarishwa kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Vile vile katika mambo ambayo anatakiwa wanatakiwa wajiandae nayo ni kukata kucha, mfano kukata kucha, kunywa sharubu kwa wanaume na vile vile kujitengeneza nywele za kwapa na katika sehemu za siri ujitengeneze nazo. Hizi ni sunna ambazo mitume iliyopita walikuwa wakizifanya. Hizi sunna sio katika kipindi hichi tu, hata katika siku za kawaida, basi mtu anatakiwa azifanye. Na kabla ya kuhirimia, ni sunna kuhi, kukoga, yaani mtu akoge vizuri kwa ajili ya kujitayarisha kwamba yeye anataka kuhirimia. Na mwanamke, yeye atavaa nguo zote zile ambazo za kumstiri atajistiri mwili mzima mwanamke isipokuwa e, uso pamoja na viganja viwili. Hii kwa mwanamke. Baada ya kufanya hivyo, sasa hivi watu washajitayarisha, wanafika katika, wanapanda ndege, wakishakupanda ndege, wakishakufikia katika sehemu ya miqat, ambayo ni sehemu huwezi kuipita sehemu mpaka umetiania ya kuhirimia yani uwe ushahirimia. Ikifika sehemu hiyo wanatakiwa tienia kama ifuatavyo, watasema ile maneno mashhur labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik. Alafu watasema allahumma labbaik umra au allahumma labbaik bi umra, kwa sababu wao mwanzo wata, watafanya ibada ya umra. Kwa hiyo wataitanguliza nia ya kuhirimia kwa umra. Kwa hiyo watasema maneno hayo allahumma labeika umra. Baada ya hapo uh, wataendelea na kufanya talbia zile labeik allahumma l labaik la sharika lak labaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika la sharika lak labbaik. Wataendelea kufanya yani talbia hiyo, kuzileta hasa. Kwa wanaume watakuwa na refusha wananyanyua sauti zao, wananyanyua sauti zao kwa wanawake wao, watasema lakini sauti zao watajisikia wao wenyewe, bila kutoa sauti hata zikasikilikana na wanaume. Kwa hiyo wanaume katika jambo hili wanatakiwa wanyanyue sauti zao, ili zipae zile sauti kwa ajili ya kutekeleza hii maneno haya. Baada ya hapo, tumezungumzia kuhusu al ihram, lakini kuna baadhi ya vitu anatakiwa avifahamu huyu ambaye anatekeleza ibada ya umra au ibada ya hija, avijue katika baada ya kuhirimia. Kwa hiyo baada ya kuhirimia, kuna baadhi ya mambo ambayo ni yanakatazwa kufanya kwa ule anayehirimia. Jambo la mwanzo kabisa, hasa kwa wanaume, labsu mafusila ala kadri ljismi au udhwi min alkamis au sarawil. Hatakiwi kwa mwanamme kuvaa nguo ambazo zile zilizoshonwa kama mfano Yani kuvaa shati kuvaa suruali, na hii ni kwa wanaume. Yani wanaume baada ya kuhirimia, baada zile nguo zake mbili, hatakiwi kuvaa nguo zozote nyingine, hata ikiwa nguo za ndani kabisa, basi hatakiwi kuvaa, kwa sababu sasa hivi kasha kuwa muhrim, kasha hirimia kwa ajili ya Umra. Kwa hiyo anakatazwa mwanamme kuvaa nguo zozote ambazo zimeshonwa, hilo jambo la mwanzo. Tukija jambo la pili, atatayub Yani kujitia manukato, baada ya kuhirimia haifai tena kujitia manukato, haifai kujitia manukato. Hii ni kwa wanaume na wanawake, haitofaa kujitia manukato au kutumia sabuni ambazo zina manukato. Vile vile, imekatazwa kutumia sabuni ambazo zina manukato. Ama jambo la tatu ambalo limekatazwa kuzifanya ni kuzitoa nywele, izalatu shar kuzitoa nywele, haitofaa kunyua nywele wakati ule ambayo kashakuwa katika muhrim. Sawa, kawa anazitoa kwa kujivuta, mfano kujivuta sharubu, kujivuta katika nywele, basi itakuwa haitofaa. Na vile vile kukata kucha, kukata kucha haitofaa kwa yule ambaye kati ya nia ya kuhirimia kwa ajili ya umra au hija. Jambo ambalo limekatazwa jingine la tano, aljimaa ni kufanya mahusiano ya kindoa baina mume na mke, pengine katika safari ile ya umra au ya hija, wameenda mume na mke, pengine wamekaa chumba kimoja. Kwa hiyo haitofaa kufanya uhusiano wa tendo la ndoa mpaka wamalize ile ibada ya ya umra. Na vile vile mukaddimati e, aljima e, utangulizi wa jima, kama mfano kupiga busu au kushikashika shika baadhi ya sehemu, vile vile haitofaa kwa yule ambaye Kat, ka, katiania ya umra yani katia nia kahirimia kwa ajili ya umra. Na jambo jingine irtikabul maasi, kufanya maasi kama mfano kusema uongo, kusengenya. Asili yake haya kufanya maasi hayafai, sio katika kuhirimia tu. Ata nje ya kuhirimia. Yani mtu hata kama haipo katika hija haipo katika umra basi mambo haya anatakiwa aya ayache kutokana na hadithi c ch yani chungu nzima ambazo zimekuja kukataza katika mambo hayo, na masala mengine, pengine akdu zawaji, kufunga ndoa au kuposa, kipindi kile basi imekatazwa mpaka mtu amalize ibada ile ya ya umra na hija vile vile. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo ya yamekatazwa kuyafanya yule ambaye ametia nia kwa ajili ya umra au vile vile ametia nia kwa ajili ya, ya hija. Haya mambo ni yanambatana, sawa ikiwa katika umra au katika hija, mpaka iwe kashafanya tahallul tahallul yani katoka katika ibada ya umra kashajivua kwa kunyoa au kupunguza, pale itakuwa baadhi ya mambo anaruhusiwa ye kuyafanya, lakini akisha kuingia tu katika ibada hija, kwa sababu baada ya kumaliza ibada ya umra anatakiwa aingie katika ibada ya hija mpaka itakapofika katika mwezi nane ambayo anajitayarisha kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo kuna haya baadhi ya mambo ambayo anatakiwa jizuie nayo e, pale ambapo atakapokuwa kashaingia katika ibada ya umra kwa kutia ihram kwa kuhirimia. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo vile vile yanajuzu kuyafanya, yanajuzu kuyafanya kwa ile ambayo kati ya kahirimia kwa ajili ya umra, kama mfano e, siku za joto kali, tujalie mathala joto kali, basi inaruhusika kwakee ku, kutia maji kichwa au kukoga. Kukoga inaruhusika lakini tu asije akatumia sabuni za manukato, au mathala mtu kapata na kapata na janaba, mfano kaota au kadha, basi vilevile anaruhusika vile kukoga. Hili ni jambo ambalo ni mubah kwa ile ambayo kati nia ya, ya kuhirimia. Vile vile siku za jua kali inaruhusika kwa kutumia mwevuli kwa ajili ya kujikinga na jua, inaruhusika kutumia mwevuli au chochote kile ambacho kitaweza kukukinga na jua, lakini eh, asije katika mambo ambayo yameharamishwa kule, ambayo yameharamishwa kuyafanya, mtu asije akavaa kofia, kwa mwanamme akavaa kofia au akavaa kilemba, wakati yakashahirimia, imekatazwa hivyo. Kwa hiyo ule mwevuli wake ajitahidi awe usi, usishike kichwa chake. Na katika mambo ambayo yameruhusiwa ni kuvaa mkanda, hasa kwa wale ambao pengine wanahofia eh, izari yao itakuja kuanguka, basi imeruhusika kufanya jambo hilo. Na vile vile kuua ja, mnyama ambaye pengine ana madhara kwa binadamu, mfano nyoka na mfano hayo, basi vile vile inaruhusika kufanya hivyo. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo mengine yamekatazwa na mambo mengine yameruhusiwa kuyafanya kipindi ambacho yani almuhrim yule ambaye kafanya e, kataka kufanya ibada ya umra au kataka kufanya ibada ya hija. Kwa hiyo haya baadhi ya mambo ambayo yamekatazwa na mambo mengine yameruhusiwa, insha allahu taala, baada ya ta e, hapo